semaji la Young Africans Ally Kamwe akiwa anatoka katika uwanja wa KMC mara baada ya kufanikiwa kuibuka na ushindi. Semaji hapa hapa, semaji vipi? Asante ni hapa semaji la wananchi Ally Kamwe akiwa anatoka katika uwanja wa KMC mara baada ya Young Africans

Y. Y. Y. ni mereja habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe akiwa anaondoka mara baada ya ushindi wa goli moja kwa sifuri mbele ya Simba Queens leo katika uwanja